Kuna video ya Joma kafanya, Joma ni ya Harmonize na Abichams, video inaitwa Lala. Ile video ukiangalia, knafunguka tu, unaona kuna ulingo pale mwanamke anapigana ambaye ni Abichams. Sasa kitanzania ama kikawaida, tumezoea kwamba anayepigana ni mwanaume, lakini video yenu inaonyesha kwamba anayepigana ni mwanamke alafu mwanaume ni support. Mlifikiria, mm -hmm, nini kufanya idea kama ile ambayo mtaani, mazingira ya mtaani ni nadra sana kukuta situation kama hiyo? Kwanza kabisa ilikuwa tunajaribu kulink mahusiano kati ya Harmonize na, na, na Abigail Chams, mm -hmm, lakini pia kwa kawaida huwezi ukamfanya Abigail Chams awe ndio coach wa Harmonize. Mbazwa, kwa Harmonize huwa ana mkochi na ukiangalia concept ya video kwa ujumla wake ni kwamba Harmonize alikuwa amelala, yaani ukifuatilia concept ya video, ni ameweza kwa amelala nyumbani, lakini anaamka asubuhi anakwenda kumfanyisha mazoezi ya Abigail Chams ambaye mwisho wa siku ana fall in love na yeye, ndo concept ile hiyo. Jinsi ilivyo kwao, ilikuwa sio rahisi kumfanya Abigail Chams aonekane yeye ndo anamfundisha, anamfundisha mazoezi, hamo rahisi na okay, yeah. na location wapi ile boxing? Ah, uh, boxing ni Masaki, kuna duka moja wanauza vifaa vya michezo pale, to just fit eh, tulipata kidogo kashikashi kupata ukumbi ambao ni uwanja ambao utapata sehemu nzuri. Tuenda sehemu kama mbili tatu hivi. Changamoto kwa kunipata maeneo mazingira jinsi ya kushuti ikawa ni kipengele. Lakini just fit pale ituruhusu kunyeza vifaa vyetu, matafa, maduka mengi au sehemu nyingi ambazo utakuta uwanja sio rahisi kupata sehemu ambayo itakuwa ni pana kufanya kupata uwanja kama ule. Okay. So, uh, ni mchezo mpya kwa bicha mnadhani au alikuwa anaujua tayari? Ah, hapana ni mchezo mpya. Na kabla ya hapo sababu tayari Harmonize ni mtu mazoezi, haya mambo anapitia kwa hiyo ilikuwa ni ili rahisi tuwe kwa Harmonize kum direct discount kizo cha kufanya nini afanye, na kwa Harmonize mwenyewe alikuwa de, yes, director director kwenye kwenye kwenye kwenye stunt. Hiyo ilimchukua muda gani ku ku master sasa nani Abigail? Ah, it, it was very easy. Yani ni kwanza Abigail Chams ni mtu ambaye ni mpesa na kuelewa, hmm. Yani ma, maelekezo yalikuwa sio mengi sana, japo kuna kuna zile punches fulani ambazo za uongo na ukweli zilikuwa zinapigwa kwa wakati walikn kama wanaigiza kabisa sasa. Eh, kuna wakati i unacheza nani, kama, kama anafanya maigizo jaribu kumpelekea moja ya ukweli hivi apate uhalisia. kuna kule, kuna kule japo alikuwa naogopa lakini ushauri wangu ulizingatia akapeleka moja ambayo haikumkuta na direct, lakini ilileta uhalisia mzuri zaidi okay. Japo nadhani kwenye, kwenye final cut haikufanikiwa hayku, kupita na idea wakati mna present mara ya kwanza kwa msanii mwenye, ilikuwa rahisi kuelewa au yeah. au ilikuwa wazo la nani? kwa yeah, idea ni idea director Jomba na crew kwa ujumla wake okay. ambao tulikaa tukadiscuss kusema hii idea tukimpelekea msanii ata ataikubali. Japo msanii naye pia pia pia na idea zake tofauti tofauti, tuzichambua alafu baadaye kwa pamoja tukakaa tukubali tuondoke na hii okay. kwa kwenye zile idea tulizokuwa nazo kwa sababu kuna idea mfano idea za za za, za, za set kuna idea ambazo msanii mwenyewe alizichagua na alisema lazima hizi ziwepo, na idea nyingine ambazo lazima ziwepo, lakini okay. kwenye concept ya story ni kitu ambacho tulikaa pamoja, pande zote mbili, pande za msanii walikaa na management yake, na sisi tulikaa pande wa crew, then tukaja pamoja, ndio tukapata hiyo ya story, story inaishaje. Harmonize anamfundisha anampa, uh, support Abichams mpaka ulingoni, anaenda mwisho, na ni nyimbo ya mapenzi mpaka story inaenda kuisha. Sasa lengo ilikuwa ni nini, kwamba huyu mpiganaji anashinda au mpiganaji anakuaje mpaka mnafunga vile? Uh, kwa sababu nimeona kuna scene za ndoa mule. Yes, yes. Yani, kinachotokea ni kwamba Harmonize ni trainee, ni trainer wa wa wa Abigail Chams, anamtrain baada ya kumtrain Abigail Chams, then wanakwenda kwenye mapambano. Siku ya pambano anashinda, akishinda, celebration katika katika Ule, ile connection ya kuwa pamoja kwa wakati wote kwenye mazoezi na nini inafanya wanatengeneza mahusiano. Si unanielewa? Yaani ule ukaribu. Unajua siku zote tunapokuwa tu karibu kwa muda mwingi ni rahisi sana kutengeneza mahusiano sababu tunakuwa tunashinda muda mwingi pamoja. Kwa hiyo mtengeneza mahusiano wakawa na mahusiano, then baada ya hapo ndio imekuja ndoa sasa. Ah okay. Yeah. Sinza ndoa huwa mna, mnafanyaje? Kwa sababu naona sisi walaji. Mm. Uh, tunaona kinachoonekana kama ni ndoa kabisa kama jinsi ambavyo ndoa za mitaani ama ama jinsi ambavyo zile zile tusemaje, yaani occasion za harusi wanazo shoot kwa ajili ya harusi mm. Kwamba hii ni harusi kweli, mtu amemlipa mtu kachukua video, ilikuwa harusi kweli. Tunaona kwenye video scene zenu na mwonekano complete, unafanana na zile ndoa ambazo zinafanyika mtaani. Uhalisia kwenye scene setup yake, hizo props ambazo mnatumia huwa mnafanyaje ili kupata uhalisia? Ah, uh. Hii hii ndo tofauti ya video na cinematography, video cinematic video. Eh, kwenye tunasema cinematic video, maana kunaenda kuchukua ule uhalisia, usifanye kama maigizo. Ukifanya kama maigizo inaonekana kitu. Kuna msanii mmoja alisema kwamba eh, kuna kurekodi video na kushoot video. Mimi nashootiwa video, si rekodi video. Kwa hiyo, ili kuwa na uhalisia ni lazima vile vitu viwepo. Ndio maana unaposikia kwenye video mtu anambia, bana video yangu imegalimu Milioni mia mbili. Video yangu imegharimu milioni mia. Ile bajeti ambayo unaona watu wanafanya kwenye harusi siku moja tu clip, siku moja? Hapana, ni siku mbili, siku tatu. Kwa hiyo kwa siku za shoti, labda sini tatu seti tatu au seti mbili kwa siku. Kwa hiyo maana kuna kunakuwa na maandalizi ya kutosha kabisa, watu wanaandaliwa nguo mm -hmm. Props, viti vinakodiwa kama wanavyokodi kwenye harusi, ile mashera, sijui su suti, yani ni mimi na harusi, ni harusi kabisa na familia yes. kwa ajili ya video. Okay. Eh, posike, kwa ajili ya video okay. Kwa unaposikia mtu anasema video yangu imegharimu milioni 50, usiangalie tu kwamba ah, mbona tu hivi hivi simple tu amekaa hapa amekaa hapa. Hapana, yaani kila kitu tunachokiona pale kimeletwa pale kwa ajili ya shughuli hiyo na kimekodiwa, kwa sababu kuna ukumbi lazima ukujue kumi pale ni ni Superdome Masaki, okay. Sawa, bado kuna vitu vikikuja vikodiwa. Unajua gharama za kodi, wanakodisha vitu mm. vi kwenye harusi kuna mashera yale aliyovaa bibi harusi, kuna zile decoration pale. Yule ni mtu wa set, ambaye ametengeneza ile set, kama anapotengeneza kwenye harusi. Wale unaoona wale extras wote wale, mwenye ndani walikuja na nguo zao, zile nguo wamezikuta pale set. Unafika set, unavalisha nguo, unapigwa makeup, kaa hapo. Kwa hiyo zile nguo zilikodishwa. Watu walilipia. Sawa okay, yeah. so, kwenye hii video ya Lala ya Harmonize kuna scene naona mvua watazamaji mm. ama sisi walaji wa mwisho huwa mm. tunajiuliza maswali mengi sana kwamba scene ya mvua, naona mvua inanyesha kweli. mm. na unaona mvua kubwa gari linaloa aa mm. kama ni mtu analoa lakini bahati nzuri hii video ya Harmonize, Harmonize ipo kwenye gari mm. lakini scene ambayo inaonyesha mvua kubwa sana inanyesha Mm. technically huwa uh, mnafanya nini yaani kutuonyesha sisi kwamba bwana hii gari mm. ilikuwa kwenye mvua kwamba mm. ah, sisi tulisubiria msimu tulisubiria... <laughs> <laughs> <laughs> <Shuri> Tulisubiria masika, <laughs> masika ifike. <laughs> <use the> <laughs> Actually, hakuna hakuna mvua halisia mm. ile ni, ni yale magari ambayo yanabeba maji yanajazwa. yeah. Ma, maji mule inakuwa ina, ina pampu na pipe ya na hose yake, then unaruhusu pump pampu ina pampu maji inapeleka juu, then maji yanakuja yanadondoka, okay. Kwa kwa hiyo maji yanamwagika yale, ni maji ambayo yameandaliwa. Sawa. Video mlishuti maeneo mangapi, yani sehemu ngapi? Uh, video tumeshuti, tulianza hapa, tulianza na Twin Towers zile pale posta Okay. Ile seti ya chumbani, seti ya kwanza kushuti ni seti inayoonekana kuchumbani, amazmilaa anamka z anakuja, anamtafuta, anashika sima wapo, anajirekodi na yeke mkoda. Ile ndo seti ya kwanza. And then seti ya pili tukatoka pale tukaenda just fit ambao ni ya boxing, siku ya pili tumeshuti pale, tukatoka, tukatoka tukatoka tukaenda Masaki kushuti hebu imagine tume tumeanza kushuti video saa mbili asubuhi. Mm, then kutoka saa mbili asubuhi tumekwenda kushuti set ya pili usiku masaki pale, na hiyo set ya saa mbili asubuhi ndio hii ya ndani ndio ya ilichukua muda wote muda wote huo. Ni nini hasa ambacho kinafanya mpaka mnachelewa, hiyo changamoto? Ni inakuwa ni setup, kwa sababu waga tu shuti. So unajua unaona mtu anapona video na ameweka uh, pale video akashuti. Yeah, mimi najua kwamba ni, ni kamera wapi watu wamekaa kazi imeisha. Sasa hao ndo wanarekodi, wanarekodi video ndo wanafanya hivyo, lakini sisi tunafanya cinematic. Kwa maana yake panakuwa na setup ya lights, kwa sababu kwanza kabla ya siku ya kushuti, nataka tufike kwenye set yenyewe, tunaangalia tabia za mwanga kwenye hiyo sehemu zipoje. hmm. then sisi tunapokuja, tunapoangalia tuna mimiki kile kinachotokea kwenye tabia za mwanga, sababu ukishuti sasa hivi saa sahi, sah, moja asubuhi jua liko hapa kadi unavyoendelea kushuti, ilipofika saa nne jua halitakuwa liko hapa, jua itakuwa limehama, okay. kwao lazima ujue kwamba tabia za hapa ziko hivi vizuri, zinakwenda hivi kwao, ntavikimbiaje vizuri, na ntavikimbiza vipi vizuri kwa kutumia taa ko tumashuti hapo, tukaenda Masaki Masaki, Masaki pale seta ya Masaki imechukua almost masaa manne lnamini ya ya ya ukumbini. Yeah, okay. Ile ukumbini. Ukumbini ya harusi. Ya harusi. Au oh, ile mmefanya Masaki. Ile mmefanya Masaki. Ni wingi wa watu organization, imechukua muda au ni nini? Ni, wingi o, wa watu wa? Eh, kwa kisha umeme unafika sehemu husika, sababu umeme tunautumia sio umeme mdogo, pana mataa yanakuja ama yanakula watu 1200 ndio Mm-hmm. masomo yako mataa matatu, kwa maana kuna me plug umeme ume, wa umeme wa ndani pale me plug mara skbk metri kambabanakuwa mwingi, mwingi. Kwa hiyo lazima vitu vyote vya ni tuhakikisha kwamba viko proper, na unapoona kwenye crew kuna watu kumi na mbili upande tu wa lights unakuta tuku watu nane, yaani huyo ni lights tu, kuna gaffer ana gripa ana mtu wa electricity. Hivyo kwa kila mtu, video ni mwanga, sio video ni picha yoyote ile ni mwanga, so e, yaani, bila mwanga hujafanya kitu Kuhu. Four hours mko pale, tunafanya setup, tunajaribu kuweka, yaani tunaweka taa, tunafunga taa, ziko sawa, ziko sawa, lakini tunawasha kamera mm -hmm. unaangaa, unaona hapana, huku kuna kitu kinaonekana ambacho sisi hatukihitaji kwenye picha k, nabidi tena umhamishe kwa, kama lile unaona, ile ile frame decoration mbele ya harusi, hiyo imeshahamishwa mara tatu, mara nne, mpaka kufika pale, ile kuna maua yenyewe. Sasa ile ni sehemu nyingine, sio tena kwenye pale pale yaani okay, ni kwa nje sasa, ambapo baada ya kushuti ile ile, yes, decoration pale kwenye watu wengi nini. Mm. Inje, ingia, pake, na nini tunatoka nje tena. Baada ya kutoka nje unapoingia, na tumeichiti tu ile kiangalia, unaweza kwamba ndo anaingia hapa, lakini alikuwa anaingia sehemu nyingine tofauti na pale, okay yes, lakini sisi tunaona kwamba anaingia pale, lakini sisi tulichukia tu shule sehemu nyingine na sehemu nyingine, lakini ile setup ile ambayo unaona amesimama Harmonize sasa, anashangaa kwa nini taa zinawaka. Mm. yes sasa ile seti yani ilisha, ilisha, ilisha imeshahamishwa, ni kwamba ilikaa hivi, ikawasha kamera, zikasetiwa taa fresh fresh, twende shoot, tunashoot na hapana, kuna kitu kinaonekana kwenye frame ambacho sicho tunachokihitaji. Hebu toa hiyo frame hapa, hii seti hapa iweke hapa, kwa mtu aseti tena, bidi tena avunje, apige tena hapa tupate kile ambacho tunakimedhamiria ukipata. Na wakati mwingine una seti seti imekaa fresh lakini mimi mtu wa rais niji niweke taa yangu, niweke backlight yangu, ili nipate msanii nipate picha ile ambayo inatakiwa kupatikanika, ambayo sisi tunaipata, sisi ninyi mnaoipata, wale jamaa ambao nyinyi mnakuwa mme aim kwamba sisi tunataka picha aina hii, sio kwamba mnaenda picha itakayotokea, no mta na mtachukua, hapana yani okay. Kile unachokiona hapa ni kwamba kimetengenezwa, kimetafutwa kwamba kipatikane hiki e, kwa muda huu kimepatikana hiki, lakini hiki muda huu jua limehama au, sasa usiku umeingia, kitu tunafanyaje kupata hiki? Kuna video tunashuti kuna shuti ni, ni, ni, usiku saa nane lakini natakiwa sini kwenye, kwenye sini sript nasema, ilikuwa ni asubuhi, ni lazima uifanye ionekane asubuhi. Kuna tekniks za kuifanya hiyo sini ionekane asubuhi wakati umeshuti usiku, na kuna sini ambazo zinashutiwa ni unabidi mshuti mchana, lakini inabidi mfanye ionekane ni usiku, na wakati pengine utamajirisha nje anaonekana kabisa okay. kwao manake video za siku hizi hamsubiri masaa, kwamba kama ni ya mchana mshuti mchana, kama okay. ni usiku mshuti usiku Yani, set ndo inabadilisha wakati kwamba iwe usiku ama iwe mchana, na kuna kuna seti na seti. kuna set na set kuna set nyingine lazima una shoot out nje lazima mm. una shoot beach uweze kusema tabadilisha beach pale mchana, pale usiku, ni eneo kubwa, lakini kuna maeneo ambayo lazima una shoot ya ndani okay. au sema ambayo yani sikawa nje lakini sio sio eneo kubwa, yani kwa eneo kidogo hivi unaweza kaka chitu kafanya kuonekana mchana wakati ni usiku, au kuonekana ni usiku wakati ni mchana okay sawa so. Uh, kwenye hii video sasa ya mm. ya Lala nimeona aina ya muziki nitegemea, ni vitu vichache zaidi. Kwa mfano, zamani video kama ya mapozi ya Mr. Blue mm. ulikuwa unaweza kuhesabu scene mm. kwamba hii, hii video ina scene tatu, tukazihesabu zile, moja mbili tatu. Nitegemea kwa Harmonize pia kwa aina ya muziki alowimba labda scene ziwe mbili au tatu mm. video imeisha. Kwanza natamani kujua huwa nyimbo inakuwa ina Ida kwamba nyimbo hii inabidi tupate idadi ya scene kadhaa, au mkifika location mtajua kwamba hii video inahitaji ina scene ngapi? Tu, hatufiki location na kuchagua vitu kile tukio location mm, yaani unachoona chochote una cho, cho kwenye kwenye video kabla ya kwenda kuchota vifaa kufanya nini, kuna kitu tunaita script. Script inaandaliwa kabla Yeah. Msanii anaandaliwa script kwamba video itakuwa iko hivi, itakuwa iko hivi, seti itakuwa hivi, seti ziko kumi na tano. Yeah. seti sita na kumi na mbili na zote, kuna nyingine inabidi tuzivunje, tuzio kwenye seti moja. Kwa mfano, ukiangalia kuna ile seti ambayo inaonekana naiz kama kuna mlango umebomoka hivi, na nimeiona ile seti mara moja tu yes ile kuna seti. Kuna mlango kama ina blue blue hivi. Yeah, yeah. Ina blue blue. So blue, -blue weupe wenye ina weupe hivi afu. Nyuma kuna blue blue kuna taka kama zinapita pita. Yeah. Yes. Ile ile ile seti zile ni seti mbili. Ilikuwa ni seti kingine seti mbili, ama tumebidi ibidi moja tuivunje ili tuzifanye kuwa seti moja. Kusabu, tukua, amba, kubale, kwa sababu tulikuwa tuko nje ya muda na mambo yalikuwa bado yako mengi. Tumefutia kamata pale. Kwa hiyo ibidi tufanye na ufanyika vyote kini vyote vihapana kamata, kamata pale. Kuna kuna kuna godaun hii, zamani palikuwa na supermarket ya Shoplite. Sasa okay, yes. Ile supermarket imekufa ya yale majengo mm. Video nyingi zinafanyika pale, kule ile jengo nafanyia kama godaun kwa watu mona natengeneza set zao mm -hmm. Video nyingi sana zimefanyika pale, video nyingi kubwa, nyingi kubwa zimefanyika pale hii yes. Video mmetumia siku ngapi hii video? tunafitia siku tatu na wakati mnaiandaa manake mlijua mtatumia siku tatu? Definitely. What if ikitokea iki siku zimezidi? kwa sababu hizo hizo siku tatu inakuwa ni kutokana na cost mlioipanga hmm. au zikazidi? na haina shida ha, ikitokea to, iki kuzidi, panakuwa na maz, makubaliano mazungumzo. Sasa kama msanii msani pia kwamba kwa sababu tajiri wa mwisho mtu anayetoa ni msanii, na kwa naye pia anakuwa anaona kwamba ikipo hivi, ikipo hivi, tulikubaliana hivi hivyo na ikitokea ni siku zimezidi sababu ya uzembe wako wewe director na crew yako, basi hiyo ni juu yako. Lakini kuna zile te techniques okay, any, any okay, ambazo, anaona, yemw, metoke, iki na techniques zinatokea yani yani fault zinatokea ambazo haziepukiki, msanii mwenyewe anaona yeye si yeye, tunaomba hiki kimetokea, kimekuwa hiki, tumechelewa sababu ya na hiki na hiki na hiki. Na kwa wakati mwingine kuna sini kini, na mzishute mzishuta, lakini mnasema bwana, kwa sababu ya muda na mambo mengine yamekuwa mengi, hajafanikiwa ya hebu, hii tunaua hii tunaua hii tunaua, lakini hii na hii tunaweka pamoja. Kwa mfano kwenye Lala hiyo sini nayokwambia, sababu ya muda na mambo mengine kuwa mengi, kana bwana ah, hebu ngoja hii seti hii na seti hii tuzi kombaini pamoja, tufanye kuwa seti moja okay. Yeah, experience ikoje? Mm. mna ya Harmonize na Abicham wakiwa kwenye scene, kwa sababu ni zaidi inaweza kaa nyimbo ya tatu au ya nne kufanya pamoja. Mm. Jinsi ambavyo mlikuwa mna na shoot, nadhani nyinyi ndio mmepata nafasi ya kushuti video. Uh, ushirikiano wao Abicham jinsi anavyowaktu kwenye scene, si naona rahisi kwa sababu video imeshaisha. mm. yeah. Nyinyi location uhalisia ukoje? Jinsi ambavyo li Harmonize, hana hana shida kwenye masuala ya uigizaji kihivyo, ni ni moja kati wa sema, iki, uka, uka, uka, uka, uka, ya wasanii ambao wanaweza kusema hata leo ikukiwagia muvi wanza kacheza vizuri na Bwana, yaani, kama unavyoona unavyosikia kwenye kitu kwenye audio the way alivyo collaborate, mm. mm. wale watu pia ndo wako hivyo hivyo hata kwenye shoot. Kitu kimoja ni kwamba tunapokuwa tunashoot, hai kwamba sasa tunashoot sasa hizi za cup ndo serious. Hapana, ni kawaida tu, ni kwamba bwana hapa tunafanya hivi fanya yaani fanya vile unavyoweza kufanya wewe kwa uwezo wako wewe, sio kwamba tunafanya hivi lazima hivi. Kama cheka unacheka natural kitu cha kawaida tu. Eh, okay. Kwa hiyo eh, utani mwingi kuna vicheko vingine mnavyoona kwenye kwenye kwenye kwenye video eh, kipo kwenye set, lakini kumbe kwenye set wakati huo ana, anacheka ana, kicheko kuna mtu mwingine tu alichekesha ambaye yupo kwenye set wakacheka yeah. Wale okay, si ndio tuna capture moment. Okay. Okay. Okay. Yes, lakini okay. Sio pengine kicheko ambacho baba wanyao ndio wa wanacheka vile a mm, e, a ndio nakuwa hivyo. Kwa hiyo yani wanashirikiana wa, uko vizuri, wako very charming cheshi, na kitu kingine nachopenda kwamba wanasikiliza yani, mm, ni wasikilizaji wazuri kwamba kwa sababu anajua mpaka amekuja kufuata Director Joma na kuu yako nifanya kazi na nyinyi, sababu taa nyinyi mna kitu ambacho mkiniambia napokuwa nafanya niindo, mnaona nitapata kitu kizuri. Kwa hiyo wanakuwa nasikiza vizuri, wala mna shida yoyote. okay. mapokeo ya video, video ilichukua siku ngapi mpaka kutoka baada ya kushuti? baada ya kushuti. Uh, first cut imetoka baada ya siku tatu, akapeleka msanii ni almost, uh, kama wiki hivi na mkaguzi wa mwisho wa video ni msanii mwenyewe. Yes. Na anaruhusiwa kusema hiki kitoke ikibaki. Yes. Experience ya hii video Harmonize baada ya kupelekewa na inaruhusiwa pia kukaa na msanii kuedit naye. Yes, ina, kabisa. Kila kitu kinaruhusiwa. Kila kinawezekana. Kwa hiyo mlifanyaje? Ili editiwa kapelekewa au mlikaa naye? Hii hii ili editiwa. Msanii akapelekewa, akakagua, akashauri vitu vya kuongeza na vitu vya kutoa. Then kafanyia final cut, akapelekewa final cut akasema Mm. Okay. Na nataka feeling sasa ya director na na crew mm, lile wazo mm, ambalo mlikuwa nalo mkalipresent mm, kwa lugha ya picha mm, alafu likafika mtaani likapokelewa. Huwa mnaongea nini baada ya video kuona mapokeo yake mtaani? watu wame, wamependa lile wazo lenu, hasa kwenye wazo kama ila Lala kumwona Abicham kavaa gloves zile anapigana anapambana pambana pale. Mm. Uh, obviously ni idea mpya ambayo hata mimi nilishika nikataka kujua zaidi kwamba hivi ni kitu gani kingine cha ziada. Mm. Nyinyi huwa mna mna feel vipi baada ya kuona video imefika? Uh, actually kufanya kitu kizuri lazima feeling ya yeah, kujisikia happy mm. umefanikisha jambo lako lazima hiyo iwepo. Yaani ndio tunapojisema yote tunafanya kitu kizuri wewe tunajipongeza. Wazee tunafanya kazi nzuri sababu tuna, ukiachana, kukutana ile, mara kwa mara, tuna group za WhatsApp eh, kuna watu wa lights na department yetu, wa lights tuna group yetu watu wa props, watu wa set. Alafu pia tuna group ya wote kwa pamoja. Kwa hiyo video ikija, kwanza video kwanza hiyo imetoka, kila mtu anakuwa na shauku kwamba bwana je, video ikitoka itakuwaje, mapokeo yatakuwaje. Hakuna watu ambao wanapitia comment kama sisi. Nadhani pengine hata msanii mwenyewe hapiti comment kama tunavyopitia sisi comments. Sisi tunasoma sana comments, naona okay. Kumbe video imeenda zi, watu wameipokea. Kwa hiyo tuna tunafurahi, tunashukuru Mungu kwamba, tunaomba Mungu kazi nyingine zije hivyo okay. Kwa hiyo video ya, ya Lala ilifika target ile ambayo nyinyi mlikuwa mnaitegemea ya, yeah? Kwa sababu uh, miezi mitatu mfululizo hapa, kuna video tulitoa video ya ya, ya, ya Mario nye haha hmm. E, tulifanya video yaha tukaambia ndio video bora ya mwaka yes, nilisikia yeah. Yeah. yes lakini baada ya kutoka lala pia ikaonekana lala ndio video bora ya mwaka. Na kuna sehemu tulikuta kuna watu wamepambanisha hizi video mbili, kwamba video ya haha na video ya lala, kati ya hizi video ni video kali ipi, ndio video bora katika hizi mbili? Tukasema sasa hivi tunashindana, yani tunashindana wenyewe sisi wenyewe, yani video zetu zinashindana, ni kitu ambacho, kitu poa, kitu, kitu kabisa hmm. Basi tunafala, okay. Hii safi. Hii ni video ya ngapi kwa Harmonize kufanya naye? Harmonize, kama Harmonize yeye, ni video ya kwanza tunafanya naye. Okay. Ila tumeshafanya video nyingine na Harmonize ambazo, na Harmonize ambazo ameshirikiana na wasanii wengine. Mm. Eh, fanya video na Harmonize, na, na Mario, Away. Okay. Yes. Eh, kwa hiyo yeye kama yeye Harmonize kuja sababu na mimi nafanya video na nyinyi. Hii ndio video ya kwanza. Okay. Mm. Na mapokeo yake yeye, ile feedback, labda baada ya kuona video na imeenda mtaani, yeye alisemaje? Alikubali sana sana sana sana, kiasi kwamba alitupa. Unajua iko hivi, sisi sisi kama the luxury, the luxury huwa tunapokea booking, sawa kwa, hivi hapa, mpaka sasa ninakwambia hivi, kuna video kumi na mbili ziko ndani, ambazo yaani project kumi na mbili tukabuki watu wanataka kufanya kazi na sisi ziko tatu zipokea kwa sasa. Yeye alivyobuki ile ika ikaenda ika kwa nifanye tena nyingine na jamaa. Immediately yani, alafu zikana kuna video imetoka sasa hivi anafanya na director mwingine nani, director Ken. Ile video ibidi tufanye sisi. Lakini sasa kipindi anachukua anataka kufanya ile video tayari sisi hapa katikati tuna booking nyingine, nyingine. Yeah. Kwa hiyo tukashindwa kufanya ile kazi ikabidi ipite tu iende, okay. Lakini alifurahia sana na alipenda, alitamani tufanye kazi na vingine. Na hata hivi pia kuna kazi nyingine ambazo anapenda kufanya na sisi pia kwa hiyo, maana yake mwendelezo unakupa. Oh, sawa, yes. So, uh, sisi kama watu wa kawaida kabisa, video ni kali hmm. So kidogo nimependa vitu vingi kwenye ile video. Nimependa ufunguzi, kama ambavyo nilianza kwa kusema jinsi ilivyo ilivyofunguka, lakini pia nimependa scenes za katikati. Nimependa sana ile scene ya sherehe ya harusi, zile taa zinavyozimwa zinawaka. Pia nipenda outfit, outfit mnafanyanyia au, au msanii anakuja na, na mtu wake, panakuwa na mtu wa outfit ambao ni wa kru. Kwa hiyo inategemea na msanii, kuna msanii mwingine anaanza kusema mi na mtu wangu, msanii mwingine anasema bwana na, na, na, nataka nyinyi nifanyie outfit. Kwa hiyo mtu wa outfit anakwenda nafanya vipimo, akifanya vipimo naja vipimo inamfiti msanii then Ko Harmonize alikuja naye au walitumia wa kwenu? Atutumia wa kwetu. Na mm, kwenu. Nataka connection ya outfit taa na scene. Hivi vitu huwa vina vina vinafanyaje kazi kwa pamoja? Nguo ina inaamua scene iwaje au scene inaamua nguo iwaje au taa ndio inaamua kwamba nguo iwaje? Scene ndio inaamua kila kitu kiwe. Surprise video tonight.